Asante sana kwa uwasilishaji. Naamini hakuna mwenye hoja. Aha. Pale mwisho, asimama hapo hapo, atakuletea mike. kwa jina anaitwa Hussein Simba katika, kwa jina anaitwa Hussein Simba. Katika ajenda hii ya, ya mapato na matumizi, katiba yetu inatutaka tuletewe ripoti ya mapato na matumizi yaliyokaguliwa na chombo cha ukaguzi kutoka nje ya Simba, lakini kila mwaka toka Mangungu mengia madarakani, anakuja mwasibu kutusomea ripoti ya mapato na matumizi badala ya chombo kutoka nje ambacho cha ukaguzi ambacho kinatakiwa tukipitisha sisi wanachama, lakini hujawahi kwanza kutuletea hicho chombo na hatujawahi kuletewa ripoti ya matumizi ambayo yamekaguliwa. Sasa kwa uvunjifu wa katiba ambao mimi Nimewashtaki Baraza la Michezo, nimewashtaki BMT na hapo kuna mwakilishi wa BMT. Katika hili naomba ulizingatie. Kuna naibu waziri wa michezo. Naomba ulizingatie swala hili. Sasa swali kwa, kwako mwenyekiti wa Simba Sports Club bwana Mangungu pamoja na wajumbe wote hapo mbele. Je, mnatosha kuendelea kuiongoza Simba kwa ukaidi kama huu? Asante sana na kushukuru kwa maelezo yako. Tatizo lilo nalo wewe ni Mangungu, lakini ripoti ni ya bodi ambayo ina mwenyekiti wake wa bodi. Kwa hiyo kwa kuwa na tatizo la Mangungu, tutakutana kwenye uchaguzi. Asante, tunawashukuru kwa hoja hiyo. Tunaenda kwenye hoja inayofuata. Aya, utawe. Umesikia hiyo hoja? Aya. Simba, tunaomba tusikilizane, hoja imewasilishwa na kwenye katiba ambayo Mgum, mse, msemaji aliyepita amenitaja mimi moja kwa moja, lakini maamuzi yanayohusu upitishwaji wa hesabu za fedha hayako kwa mwenyekiti wa klabu peke yake. Ni bodi ya wakurugenzi na bodi na mwenyekiti wake. Haya, tuendelee -tu, mtu wa fedha. Asante mwenyekiti, lakini kwa, kwa hoja yako naomba nikukumbushe kwamba kwenye kikao cha bodi kilichopita... jamani tunaomba tusikilizane, mtoa hoja anawasilisha majibu. Nilikuwa naomba nitoe ufafanuzi kwenye hiyo hiyo hoja ya auditor, halafu tutaendelea. Kikao cha bodi kilichopita kilimteua auditor ambaye ni independent auditor, kilimteua na kuweza kuanza kazi, lakini katikati ya kazi yule auditor akawa amejitoa kwa hiyo na sasa hivi tuko kwenye kuwasilisha hesabu, hatuwezi kuacha kuwapa hesabu kwa sababu auditor amejitoa. Lakini kwenye kikao kijacho, transformation iko imekamilika, auditor atakuja tataliwa kwenye mkutano mkuu, kwa sababu mkutano mkuu ndio wenye mamlaka ya kuweza kumteua mkaguzi wa hesabu za Simba Sports Club. Kwa hiyo mtakuja kumteua hapa ndani na hesabu zitakazokuja atakuja kuwasilisha mwenyewe, Simba. Haya. Asante sana. Nadhani maelezo yaliyotolewa yanakidhi. Tuna hoja za msingi ambazo tunatakiwa tuwe nazo. Mapendekezo ni kwamba auditor ambaye alipendekezwa na board hakuweza kuendelea na kazi kama ilivyopendekezwa. Tumetangaza nafasi ya auditor tena kwa hiyo tutatangaza na kama kuna mtu ana mapendekezo awasiliane na management tumwasilishe huko ili tuje kumthibitisha. Simba. Simba, mara baada ya auditor ambaye alikuwa amependekezwa kurudisha fedha katikati ya ukaguzi tulifanya mashauriano ya kutangaza nafasi hiyo na tayari makampuni matatu yameweza kuwa shortlisted kwa ajili ya kuendelea na utaratibu huo. Kwa hiyo tutafanya hayo na kuwataarifu kadri tunavyopokea. Asante, nadhani tayari eh? Asante. Haya. Mheshimiwa Waziri tunakukaribisha bado mwenyekiti budget, budget, ah, budget, so. budget basi nakuuliza tayari unasema ndiyo Vipi? Haya, wasilisha.